Number 18. Number 19. There will be a sickness. Kutakuwa na magonjwa. Where people will get things like rashes. Watu watapata vitu kama rashes. Vipele. Vipele. In their bodies. Kwenye miili yao. Na kutetemeka. Na kutetemeka. And this is the contagious disease. Ni ugonjwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Afya taarifa kwa umma kuhusu ugonjwa wa mpox nchini. Mnamo tarehe 7 Machi mwaka 2025, Wizara ya Afya kupitia mifumo yake ya ukusanyaji wa taarifa na ufuatiliaji wa magonjwa ilipokea taarifa za uwepo wa wahisiwa wenye dalili za vipele usoni, mikononi, miguuni na sehemu nyingine za mwili. Dalili hizi ziliambatana na homa, maumivu ya kichwa, vidonda kooni maumivu ya viungu vya mwili ikiwemo misuli na mgongo. Kati ya wahisiwa hao, mmoja ni dereva wa magari ya mizigo aliyetoka nchi jirani kwenda Dar es Salaam. Baada ya kupokea taarifa za wahisiwa, sampuli zilichukuliwa na kupelekwa maabara ya taifa kwa uchunguzi. Mnamo tarehe 9 Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano, uchunguzi wa kimaabara umethibitisha kuwa wahisiwa wawili wana maambukizi ya virusi vinavyosababisha ugonjwa wa mpox. Hivyo hadi sasa jumla ya wahisiwa wawili wamethibitika kuwa na ugonjwa wa mpox nchini. Wizara ya afya kwa kushirikiana na ofisi ya Rais TAMISEMI na vituo vyote vya kutolea huduma za afya inaendelea na ufuatiliaji na uchunguzi na utambuzi kubaini kuna wahisiwa wengine ili waweze kupatiwa huduma.